Wapo wengi sana ndugu zangu katika imani walitamani kudiriki kuingia katika nyumba hii, lakini Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mbalimbali anazozijua wa yeye, wameshindwa kuingia katika nyumba hii. Kila mmoja kwa nafasi yake ana nafasi ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine, anaihusia nafsi yangu kuhusia nafsi zenu vile vile, swala zima la kumtia Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu ka iman, juhudi zozote ambazo zitakazofanywa katika dunia hii, endapo kama juhudi hizo zikaambatana na kumwogopa Allah tabaraka wa taala, basi yule ambaye mwenye kufanya juhudi hizi na akafuata sifa hii

Ama katika upande wa khutba leo hii insha Allah, nitazungumzia ubora wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, najua jambo hili hali titikaniki kwenu nyinyi, najua nyinyi mnafahamu zaidi ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, huenda hata kuliko mimi isipokuwa Allah tabaraka wataala mimi amenichagua kuwa ni mwakilishi wenu katika kuyasema haya siku ya leo. Ndugu zangu katika imani, naanza kutanguliza maneno haya ya kuwatana. Allah tabaraka wataala amemuumba malaika, kampa akili, kamnyima matamanio. Allah tabaraka wataala kamuumba mnyama, kamnyima akili kampa matamanio. Kisha Allah tabaraka wa taala amemuumba mwanadamu amempa akili kampa na matamanio. Kile ambacho alichompa malaika kampa binadamu, kile ambacho alichomnyima malaika kampa mwanadamu, kile ambacho alichompa mnyama amempa binadamu, na kile ambacho alichomnyima mnyama amempa binadamu. Ndugu zangu katika imani, sasa mtu yoyote ikawa akili yake iko sahihi katika ufanyaji wake wa kazi wa akili na ikashinda matamanio yake, mtu huyu atafungamanishwa na kose la malaika. Ama yule ambaye akili yake ikawepo chini, matamanio yanafanya kazi zaidi, basi bila ya shaka, ndugu zangu katika imani, mtu huyu anafungamanishwa na wanyama. Ndugu zangu katika imani, na ndio maana Allah ametupa akili, ametupa na matamanio, lengo kuweza kutujaribu. Ndugu zangu katika imani. Kwa nini nimesema neno hayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mwezi huu wa Ramadhani, ndugu zangu katika imani, ni katika miezi ambayo au katika mwezi ambao ni bora sana, ni katika mwezi ambao ndani yake kuna fursa nyingi sana, ni katika mwezi ambao fursa hizi zilizomo ndani ya mwezi huu hazipatikani katika miezi mingine, ndugu zangu katika imani.

thawabu ambazo hazina mpaka, thawabu ambazo hazina mwisho. Ndio maana Allah tabaraka wataala atasema matendo yote ya mwanadamu ni yake yeye isipokuwa, isipokuwa moja. Tuangalia lasea isipokuwa moja, asiyam funga funga hiyo funga Allah anasema ni yangu mimi. Allah hajasema sala ni yangu mimi, zaka ni yangu mimi, Zaka, ni yangu mimi. Hija ni yangu mimi. Kwa nini Allah aseme somu ni yangu mimi, na mimi ndio ninailipa hiyo fuka? Ndugu zangu katika imani, mwezi huu ni bora sana kwetu. Ndugu zangu katika imani, sio hivyo tu. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zangu katika imani, tufhuru dhunub watu wanasamehewa madhambi. Ndugu zangu katika imani

kwa huo kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zangu katika imani wallahi, ndugu zangu katika imani leo, kana kwamba ingelikuwa Allah tabaraka wataala anafanya hivi pale mtu anapofanya kosa au mtu anapofanya dhambi fulani hivi, tamposia Allah tabaraka wataala anatoa harufu fulani hivi, na harufu hii watu wanakereka nayo, wallahi tusingekuwa tunasogeleana umudani, kila mmoja angekuwa mbali na mwenzake kila mmoja angemwona mwenzake ananuka zaidi, na angemwambia wewe, unafanya madhambi zaidi. Lakini Allah atafanya siri baina yake na mja wake, alafu kampa kitu pale aume msamaa afanye toba kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa unapofunga mwezi huu um, mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu katika imani, tayari wewe una jambo unalo tayari hilo, labda uliharibu wewe mwenyewe, lakini ile automatically kwamba lipo tayari, wewe unasamehewa madhambi yako

Sio hivyo ndugu zangu katika imani, kisimamo chake vile vile, tuna tarawihi ambayo hiyo tarawih haipatikani katika miezi mingine. Tarawih inapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, huna ubora wa mwezi huo mtukufu wa Ramadhani, haipatikani tarawih isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asiyeswali tarawih kwa namna yoyote itakavyokuwa, ndugu zangu katika imani

Akasimama anasema ninakwenda kuswali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, si kwa siko kufuata mkumbo wa watu fulani. Hapana, nakwenda kuswali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Nini mtume anamwambia? Anamwambia kwamba huyu atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Nini tunataka tena, ndugu zangu, katika nini tunataka, ndugu zangu, katika imani, tusiiache fursa hii

Unga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa lam yaktub alaykum kiyamahu ona hiyo, na wale Allah ajawafaradhishieni nyinyi kuweza kusimama katika tarawih, ajawambieni kuwa ni lazima mswali hiyo tarawih, ajawambia kuwa ni lazima kwamba mwende mkasimame, lazima mwende mkaswali nini tarawih, lakini tunakupa umuhimu wa hicho kitu hakipatikani isipokuwa kwa mwaka mara moja na katika mwezi mmoja wa Ramadhani.

Mwezi huu wa Ramadhani ni dhahabu. Ukipoteza dhahabu hii, ndugu zangu katika imani, we umepata hasara, ndugu zangu katika imani, umepata hasara kubwa sana, ndugu zangu katika imani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unapoingia, kuna baadhi ya watu mioyo yao inakuwa ni michafu, lakini kutokana na ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na yale yaliyomo ndani ya Ramadhani, wanatoka ikiwa mioyo yao ndugu zangu katika imani, Ramadhani waifuna. Ramadhani ni mgeni wetu, na mgeni anapokuja, ndugu zangu katika imani, faalaina an nukrimahu, ni juu yetu sisi tumkirimu. Na katika kumkirimu kwetu, ndugu zangu katika imani, tumkirimu kwa tabia zilizokuwa njema, ndugu zangu katika imani. Na kama unahisi hauna tabia njema, basi jitahidi hata ukope kwa mwenzako, kwa sababu si vyema mgeni anapokuja kumwonyeshea tabia ambazo izokuwa nazo. Ndugu zangu katika imani, waswahili husema mgeni njoo, mwenyeji apone. Haya maneno yana maana sana kwa Waswahili, husema mgeni njoo, mwenyeji apone. Kwa nini apone huyo mwenyeji? Maana ya kwamba huenda mwenyeji ana matatizo mengi sana, kwa kuingia kwa mgeni, basi nami ni mambo mengi yatafunguka. Sasa mgeni ndio huyo ameshakuja.

Bila shaka kabisa tunakumbushana ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ya kwamba kila yule ambaye ameudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani ameidiriki dhahabu kisha dhahabu, ambayo hakuitolea kazi sana. Sasa wapo miongoni mwetu ambao watakaoishika pasipo kwa nguvu, kwa ulege ulege

Yadkhulu minhu saimun, wanaoingia kwenye mlango huo, ndugu zangu Waislam, ni wale ambao wanaofunga ndio wanaingia kwenye mlango huo yaumul qiyama, siku ya Kiyama wanaingia kwenye mlango huo. La yadkhulu minhu ahadun ghayr, aingii yoyote kwenye mlango huo, sio kwa hao ambao ni wafungaji. Ndugu zangu katika imani ual, watasemwa sasa siku hiyo yaumul qiyama, aina saimun Wako wapi wale ambao wafungaji? Wako wapi wale ambao waliokuwa wanafunga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala? Wako wapi wale ambao waliacha vyakula vyao, waliacha maji yao, waliwaacha wake zao, waliacha mambo mbalimbali ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza mchana wa Ramadhani? wako wapi wale fayuqal aina saimun, wako wapi wale ambao wafungaji

walamyadhul minhuha baada ya hawa hakuna anayeingia tena katika mlango huo. Hebu angalia ubora wake wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wapi umesikia kwamba kuna mlango ambao mlango huo wataingia wanaosali tu, mlango huo wataingia wanaotoa zaka tu, mlango huo wanaingia watu fulani? Bali huu ni mlango wa wafungaji, mlango haswa wale ambao wanaofunga ndio wanaingia kwenye mlango huu. Ndugu zangu katika imani, tunarudia, yoyote atakayekuwa amediriki mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, huyo atakuwa ameipata dhahabu, na atakayepoteza dhahabu hii katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, ndugu zangu katika imani, huyo atakuwa amepata hasara. Khasara ameipokea Abdullah ibn Mas'ud

fakultu amin, mimi nikasema amin. Ndio ile mlioisikia pa nimesema amin kisalamuisho, ndio faala petosaidi anasema dua mbalo aba malaika Jibril akasema, rahna an sabriin, ameangamia mtu ambaye auangamia mtu ambaye adaraka Ramadhani, amediriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, ameingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ramadhani thummansara, kisha ukaondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani far dau hakusamehewa. Mtu huyo huyo mtu ameangamia uuakata Allahumma waffiqna fi Ramadan Allahumma waffiqna fi Ramadan Allahumma waffiqna fi Ramadan. duusaakatika imani ni khatari sana, ni khatari sana hii ni dua ambayo liyobo ni malaika Jibril ndio alioiomba dua hii aliyotika dua hii Waislamu, ni Mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, na dua hii imeombwa katika nyakati ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema mtu ambaye atakayeomba dua wakati ambapo wa khatibu wa anapopanda kwenye mema dua yake hairejeshi, muda huo ndio muda huo, hiyo dua inaombwa hapo. Alioiomba dua ni mzito, aliyotikia dua ni mzito na wakati ulioombewaduo ni wakati mzito, ndugu zangu katika imani, nafikiri nini, sio jambo la kulichezea ume. Ukiona Allah amekuwezesha umefika kwenye mwezi mtukufu wa Ramadan, irfaa ydaka il lsama fakul lhamdulillah ra wafikna fi ramaan, sema ya rabi, na mola wangu ezi kisha mwambia arabi niwafikishe kwenye mwezi mtukufu wa Ramadan, nitoke na miongoni mwa watu ambao wamesema wamesamayewa, ndugu zangu katika iman na nabii sallallahu alayhi wasallam anasema awali, mwanzoni mwake wa mwezi mtukufu wa Ramadhan arrahma tujadu rrahma, kunapatikana rehma ndugu zangu katika imani. Na nyinyi mnajua Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, siku ya Kiyama hakuna mtu yoyote atakayeingia peponi kwa sababu ya matendo yake, ni kwa rehma za Allah tabaraka wa taala. Na kumi na kwanza ndio tunatafuta rehma za Allah tabaraka wa taala

Kwani tusitafute kwenye hili kumi, kwani tusitafute, na ametupa pumzi, ametupa uwezo wa kupumua. Ndugu zangu katika imani, kwani tusitafute? Ndugu zangu katika imani, hii fursa fursa yako, mambo mengi sana ambayo anapatikana ndani ya na nana, mwezi mtukufu wa Ramadhani katika ubora wake wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu katika imani. Haya, tuliyosema hapo ni machache sana, ndugu zangu katika imani, yako mengi. Kuna usomaji wa Qur'ani ndugu zangu katika imani, tusiache. miongoni mwa biashara ambazo Allah Tabarak wa Taala amejitangaza biashara hizo, kaanza kuitangaza katika surati Tauba na akaitangaza katika surati Qaf, akaitangaza biashara. kusoma Qur'ani ni biashara unafanya baina yako wewe na Allah. Leo kuna wafanya biashara wangapi ambao wanawadhulumu watu? mara ndio wamedhulumiwa wewe mara ngapi umedhulumiwa, lakini Allah tabaraka wataala anakuambia waman awfa bi ahdihi min Allah, nani ambaye ambaye anatekeleza zaidi kile anachowahidi asiyekuwa Allah tabaraka wataala. Allah kwambia ukisoma Qurani wafanya biashara na yeye, hautotoka na hasara unaposoma Qurani kwa ajili ya Allah tabarak wa Taala. Kwa hiyo tusiende kwenye hii biashara kwa huyu ambaye yeye amdhurumu mtu yoyote. Ukisoma moja na napupa kumi, ukasoma suratul Fatiha ukasoma surati Nas, ukasoma pengine juzu nzima, kuna herufi ngapi umetoka na thawabu ngapi? Ndugu zangu katika imani, lakini matokeo yake ni nini? Tunashindwa kuelewa ubora wa mwezi huu. Wengi wetu tunalala kwenye misikiti, wengi wetu tunapiga porojo vijiweni, wengi wetu tunacheza karata, wengi wetu tunakwenda kwenye drafti, wengi wetu tunakwenda kuangalia televisheni, wengi wetu tunakwenda kwenye viwanja vya mpira, tunasema tunaipoza Ramadhani. la bal kanu salafuna salih, bali walikuwa watu watu wema. Pindi Ramadhani na kuwashika wanachukua maji wanajiroesha katika nywele zao na nguo zao, kama sehemu ya kuipohoza Ramadhani, si kwenda kuangalia mambo ambayo hayafai, ndugu zangu katika imani. Hakadha kana salafuna salih. Kwa hivyo tunavyotakiwa sisi tuweze kuwa ndugu zangu katika imani, tumwombe Allah tabaraka wa taala